Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimejibu shutuma za Israeli vikisema, Iran inakanusha ripoti kwamba ilirusha kombora kuelekea Israel baada ya kuanza kwa usitishwaji mapigano. Israeli imeishutumu Iran kwa kukiuka usitishwaji mapigano na kuapa kujibu vikali. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, ametoa taarifa ya hivi punde akisema ameamuru vikosi vya ulinzi vya Israel kujibu vikali ukiukwaji wa Iran wa usitishwaji mapigano kwa mashambulizi makali dhidi ya maeneo lengwa ya serikali katikati mwa Tehran. Muda mfupi baada ya Israel kusema kuwa imegundua kurushwa makombora kutoka Iran. Waziri wa fedha wa mrengo wa kulia wa nchi hiyo alichapisha taarifa fupi kwenye mitandao ya kijamii. Tehran itatetereka. Basel Smotrich, mshirika mkuu wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu aliandika kwenye mtandao wake wa X. Hii ni TMC News update kimataifa. Mimi ni Ronald Disonyo, endelea kutofuatilia kwa kusubscribe, ku like pamoja na kushare, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.